AI zimekuwa zikitrendi siku hadi siku kutokana na uwezo wao wa kufanya kazi kwa wepesi sana na kwa haraka sana, na wataalamu wa kodi wanazidi kuzitengeneza na kuzibuni siku hadi siku kutokana na kazi tofauti tofauti wanazoona zinafaa. Kwa mfano sasa hivi kuna AI mbalimbali ambazo nitakwenda kuonyesha hivi punde. Nitakuletea AI tano au nitakuelekeza AI tano za bure ambazo unaweza ukazitumia mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano katika kazi tofauti tofauti, mfano unaweza ukazitumia katika shule, biashara na kukupa idea za mambo mbalimbali kama content creation za YouTube, Instagram au TikTok. Sasa kama ujasubscribe kwenye channel hii au ujikoda, basi ni wakati wako sasa kusubscribe, kwa sababu tunaendelea kuleta mambo mapya ya tech kwa Kiswahili kabisa. Uta subscribe uta like, uta comment pale pana shida au pana swali ya yeah. Na pia unaweza ukashare video hii kwa marafiki zako, kwani wote tunahitaji kujifunza. Tuanze, tutaanza na AI ya mwisho, then tutakuja AI ya kwanza kabisa. Tutaanza ya tano, then tutakuja ya kwanza okay. Tuanze sasa. AI namba tano inaitwa Grammarly AI huyu ni kama mrekebishaji wa Kiingereza mfano ukiandika chochote kwa Kiingereza Grammarly AI itarekebisha makosa yote kwani itaangalia makosa na itakurekebisha na AI inafaa kwa matumizi ya shule kuandika email na pia kujifunza Kiingereza Ya yeah. AI namba 4 inaitwa Leonardo AI hii inatumika kutengeneza picha kwa kutumia mawazo mfano unaandika kitu chochote kwenye picha mfano unaweza ukasema msichana au unaweza ukaanza kusema nitengenezee picha ya msichana wa Kiafrika mwenye laptop akiwa anaandika na kodi, na background ya jua lalochomoza. Hii Leonardo AI itakutengenezea picha kulingana na maelezo uliyoipa mwanzoni AI yeah. Namba tatu inaitwa Pictory AI hii inatumika kutengeneza video kwa kutumia maandishi Mfano ukiandika maandishi kama faida tano za AI, picture AI itakutengenezea maandishi hayo kuwa kama video yenye picha na muziki. Hii haina haja ya kamera wala kuongea mwenyewe, na inatumika sana sana kwa YouTube short au TikTok. AI namba namba mbili inaitwa Canva AI. Huu ni msaidizi wa kutengeneza picha na posti. Hii ni AI ya kutengeneza posti na zenyewe zinaweza zikatumika kwa Instagram, YouTube thumbnail na mabango. Unaweza ukaandika mfano, tengeneza logo ya Ojo Coders yenye rangi ya blue na white, na ikakutengenezea mara moja. Na AI namba moja ni AI ambayo tunaitumia kila siku katika mambo mbalimbali ambayo sio nyingine, ni ChatGPT. Huyu anatumika kama mshauri ya yeah. hii ni AI ambayo inatumika katika mazungumzo. Kwa mfano unaweza kuuliza swali lolote na ikakujibu hapo hapo. Hii itakusaidia kwenye kujibu maswali ya chuo au katika ngazi yako za kielimu au katika chochote kile. Pia itakusaidia kuandika barua, insha, content za YouTube, caption za Instagram na kadhalika. Hapa utauliza maswali na utajibiwa muda huo huo. Hivyo basi kama umejifunza kitu leo, bonyeza like Share video hii kwa marafiki zako na usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa video nyingi na zaidi za tech na AI. Asante kwa kuangalia na tukutane kwenye video zinazofuata.